Mm -hmm. Kwa hivyo niki kama nimeshapata yes. Uh, zile worms unasema zinaingia kupitia miguu pale kupitia miguu kupitia kupitia ngozi au kupitia ngozi kwa kuchota maji kushika maji zote so as long kama hizo worms zinaanza kuingia kwa mwili wako, unajua kwa wa dalili hujitokeza baada ya, ya kuanzia kama wiki mbili hadi wiki nane Ndiyo. Na dalili ya kwanza huwa maumivu makali sana kwa tumbo ndio kwanza ya kwanza ile kabisa yenye inajitokeza. uh -huh. Utasikia kuwashwa mahali vile vidudu vimeingilia, utabaini. uh -huh. Umefura, kuna kuna ama kuwashwa uh -huh. Unadhani maybe ni people kawaida, ama ile minyoo ishaingia, ndio na iko na kama kamkia hivi uh -huh. Ishaingia uwe inakata mkia, inaacha nje uh -huh. Inaingia ndani, ishaingia kwa damu Ndiyo. Inakimbia kwa maini, kishatoka kwa maini inaangalia ya kwenda kwa figo, zinakaribiana uh -huh. ya kwenda kwa utumbo, inaenda kwa utumbo, ya kwenda kwa kila aina kuna zenye zinapenda kukaa mahali kuna, mm -hmm. mm -hmm. kuna zenye zinapenda kaa kwa njia ya choo, kuna zenye zinapenda kaa kwa njia ya mikojo mikojo. Yes, okay. nyingine ya pili kando na hiyo mm -hmm. maumivu makali kando mm -hmm. mm -hmm. ku, ku, okay. na uko kujiwasha kuna kwaga na kuendesha, watu wanahara tu saa zote. amona mtu anahara kama libata saa zote ndio <laughs> ni ugonjwa, ugonjwa ushaingia ndani umeanza kutatiza kwa sababu mm, ina compete, inakulaga ule ukuta mm -hmm, ule ukuta wa utumbo ama ule ukuta wa kibofu cha mikojo. Dalili nyingine unakuta kwa damu mtu mm -hmm, akienda kukojoa ndio mikojo yake inatoka ikiwa na damu, kwa sababu zile viini mm -hmm, shakula kula ile ukuta wa kibofu cha mikojo ndiyo, so unajipata zinakuwa excreted ama zinatolewa zinatoka na damu damuo. Okay. zile dalili zenye zinaza jitokeza. Okay. Ndiyo, ndiyo. Sasa kwa hivyo umesema dalili ya kwanza pale ni maumivu makali, makali sana kwa tumbo. Kwa hivyo, kwa hivyo haijalishi kwamba labda ni sehemu ya juu ya tumbo ama sehemu ya sehemu chini, chini ya, tumbo. ya tumbo. Sehemu ya chini ya tumbo. Ya, sehemu ya chini ya tumbo ndio itakuwa hiyo ni hiyo tunasema ya kibofu. Aha. Hiyo cha mkojo. Aha. Na maumivu tu ya kali ya tumbo. Tumbo linakusumbua tu saa zote kwa sababu mm. ni zile worms zenye ziko kwa Kwa intestines. sababu kumbuke kuna zenye zinakaa mm -hmm. zinapenda kwa njia ya mikojo ndio Kuna zenye zinapenda kwa njia ya So, okay. Okay. Labda sasa nijaribu pale kukuuliza, uh, Carlos eh? Kwa sababu tumeona kwamba ugonjwa wa kichocho ni ugonjwa ambao haufikiriwi sana. Umetangulia kusema pale. Ni ugonjwa ambao unapuuzwa mara nyingi. Na tunaonaga pale hata tukiwa katika shule za msingi; unaona tumekaa muda mrefu. Ndio nakuja tunaambiwa kwamba kuna dawa za kichocho zimekuja. Tunakaa muda mrefu ndio tunakuja kunaambiwa kuna dawa za minyoo lazima watoto wapewe. Uh, uh, labda niulize, kwa nini unadhani kwamba huu uh, ugonjwa hau chukuliwa uh, serious na labda niulize swali la pili pia pale huu, yes. Ugonjwa unaweza kuwa okay. Mm -hmm. Shukrani kwa swali. Ndio unaona kuna program eh, ndio tunategemeaga utafiti Aha. Tuna kama zoezi la squeeze, la sahihi venye tunafanya ndio tunapeana wodi tatu tatu ambayo mm -hmm. tunapeana maho chala wadi mm -hmm. na kuhoni, hapo awali tulikuwa tunatibu watu wote, the whole community population, lakini kulingana na mambo ya logistics mm -hmm. alafu kuna utafiti wenye uliofanywa na shirika la researcher wakijaribu kuangalia wa hizi worms ziko ama bado haziko M